Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Je, ulishawahi kuona nabii anakwambia ndotoni, je kwamba juu yako kuna Mungu mkubwa kwenye maisha yako? Unapoona hicho kitu basi jua Mungu ana taarifa hii. Kwanza ni uwepo wa kimungu kwenye maisha yako mkubwa. Cha pili, inaonesha baraka za Mungu ziko juu yako. Cha tatu, inaonesha kwamba Mungu anahusika kwa ukubwa sana kwenye maisha yako ya kila siku. Cha nne kwamba utafanikiwa na utaweza kupata miujiza mingi kwenye maisha yako. Cha tano inaweza kuonyesha ni connection au muunganiko wa kiroho wewe na Mungu. Cha sita inaweza kuwa ni roho ya kuwaombea watu iko juu yako. Cha nane wenda Mungu ameunganishwa na wewe kiroho na Roho Mtakatifu, yani roho yako na Roho Mtakatifu vimeunganishwa lakini cha nane, huenda Mungu ameweka karama ya unabii juu yako. Ina maana ya Mungu anataka uanze kuwa kusomea au kupata maarifa juu ya kuisikiliza sauti ya Mungu, kuifata, kuitii, na maana ni wito wa kinabii juu yako. Lakini mwisho kabisa, huenda Mungu anataka ukuwe kiroho. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa uzidi kuwa ni mmoja wa wafuatiliaji, unaye like, unaye share, unaye comment juu ya madhabahu haya. Kumbuka Mungu anazungumza na sisi kupitia ndoto, kupitia maono wa Ibrania. Amini Ayubu 33 kuanzia mstari wa 14 soma mpaka wa 30 ndipo utakapoweza kupata maarifa zaidi, lakini ukisoma mpaka wa sita pia sio mbaya, wa 16 sio mbaya. Mungu anakupenda rafiki yangu, usimwache. Huenda umepitia magumu, umeamua kwenda kwa waganga. Rudi, tubu, mgeukie Mungu. umezini sana, umeiba sana, umelawiti sana, lakini hayo yote hayatokupeleka popote, zaidi yanazidi kutengeneza roho ya giza kwenye maisha yako. Mrudie Mungu rafiki yangu, maana Mungu anakupenda na hataki upotee. siku ya mwisho, nyote anawaita, anawapenda. I love you, Jesus loves you so much. Holy Spirit loves you, our Holy Father from heaven